Kuna watu wanatuambia tuingie kwa siasa, kuna watu wanatuambia tuanze mashindano ya siasa, kuna watu wanatuambia tuachane na hiyo kazi ya wananchi tuanze kusema ni nani atakuwa rais, nani atakuwa gavana, nani atakuwa mbunge, nani atakuwa MCA 2027. tuanze kusema saa hii. Mnakubaliana na hiyo maneno sio? Ni kupoteza network kabisa. Nataka nitangaze nikiwa hapa Katundu North sisi kama serikali tunajua ya kwamba tuko na mtihani mkuu, kwa sababu ya ile ahadi tuliambia wananchi wa Kenya. Kuna yale ambayo tumetimiza mpaka sasa, lakini kuna kazi kubwa zaidi ambayo bado hatujatimiza. Lazima tung'ang'ane nayo ili tuikamilishe katika miaka miwili na nusu ambayo inakuja, na tunajua hapo mbele tuko na mtihani wa kuulizwa, mulisema mutaongeza bei ya kahawa ifike hapa, imefika wapi? Mulisema mtaongeza barabara, mumeongeza kilomita ngapi? Mulisema bei ya maziwa itaongezeka, imefika shilingi ngapi? Mulisema mtatujengea mahali pa heshima pa kufanyia biashara, mumejenga masoko mangapi? That that is the competition that we we are are having as government of Kenya. We are competing with our manifesto.